masuala yanayohusu uchaguzi mdogo ambapo tume ya uchaguzi na mipaka IEBC imewapiga faini ya shilingi milioni moja kila mmoja wagombea wawili wa kiti cha ubunge Kasipul. Kamati ya uchunguzi ya IEBC imewapata Philip Aroko na Boyd Were na kosa la kusababisha mapigano kati ya wagombea wao ama wafuasi wao. Wawili hawa walikiuka kanuni za uchaguzi kwa kukaidi masharti ya kampeni, hali iliyozua ghasia na kusababisha vifo vya watu wawili, kama anavyotuarifu Gatete Njoroge. Kamati ya utekelezaji wa kanuni za uchaguzi hatimaye imetoa uamuzi baada ya kufanya kikao na wawaniaji wa kiti cha ubunge Kasipul, Boyd Were anayegombea kwa tiketi ya ODM na Philip Aroko ambaye ni mgombea huru, wanahusishwa na ghasia zilizotokea wakati wa kampeni zao. The committee finds that the failure by the two candidates to stick to the campaign schedule resulted in the violence and the two candidates in this matter are responsible for the violence witnessed in Kasipul constituency. IEBC ikiwaadhibu kwa kuwatoza faini ya shilingi milioni moja kila mmoja. Faini wanayopaswa kulipa katika kipindi cha saa arobaini na nane. That should any violation of the electoral code be repeated by any of them, Ripoti ya uchunguzi wa kamati hiyo ya IEBC ikibaini kuwa maafisa wa serikali ya Homa Bay wanajihusisha na siasa na kampeni za Kasipul. Were na Aroko wakiazimia kuzingatia amani na kuhakikisha nidhamu ya wafuasi wao. Uchaguzi mdogo wa Kasipul utafanyika tarehe 27 mwezi huu. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.